Watu wengi hapa duniani wanaanza kwa nguvu, lakini baada ya muda wanapoa, wanaacha kuomba, wanaacha kuimba, na wengine wanaacha hata kutoa sadaka. Wanaacha kwa namna hiyo, mazingira au watu au hali fulani zimewasababisha kuwapunguzia mwendo, wanakuwa na manunguniko, wanajawa na roho ya uvivu. Lakini tukiungana tukiungana na Paulo anaposema niko tayari sio tu kwa kufungwa gerezani, lakini niko tayari kufa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Angalia na tatu Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya ishirini na moja mstari ule wa kumi na tatu mstari wa kumi na tatu anasema, ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia kulia na kunivunja moyo? kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Paulo anakutana na watu wanamkatisha tamaa, lakini katikati ya mazingira ya kukatishwa tamaa anasimama kuwajibu kwa ujasiri. Na mstari huu utaona anasema, ndipo Paulo alipojibu. Maanake anawajibu waliomkatisha tamaa, anawajibu anawaambia S, sio tu kwamba niko tayari kufa hapana. Sio tu kwamba niko tayari kufungwa, hata kufa kwa ajili ya jina la Bwana. Huo ni msimamo, hiyo ni sentensi ya kishujaa. Na anapojibu mchana kweupe, anaowajibu wanaanza kujiuliza, ujasiri huo anautoa wapi? Amen, huo ndio ujasiri ambao tuna uhitaji katika maisha tuliyo nayo, pasipo kuyumbishwa na maneno ambayo tunakutana nayo kwa sababu Daima huwezi kuzuia kusemwa, daima huwezi kuzuia kusemwa, lakini unaweza kuzuia madhara yanayotokana na kusemwa.